Bwana Yesu asifiwe sana, mpendo wa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Tumeingia katika ijumaa kuu, tumefika ijumaa kuu. Leo ni ijumaa kuu, na wengine huiita ijumaa njema, na wengine huiita ijumaa ya baraka, lakini vyovyote utakavyoiita, mimi hupenda kuiita ijumaa kuu. Siku hii ndio siku ambayo kanisa linakumbuka kanisa linakumbuka mateso ya bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyoteswa sana pale msalabani. Kwanza alianza kuhukumiwa, alafu akaanza kuteswa vibaya, kupigwa, kutemewa mate, kudharauliwa kwa namna ya ajabu. Basi lakini akatundikwa msalabani. Sasa pale msalabani alipotundikwa e, pale msalabani alikuwa na maneno yafuatayo. Alisema maneno muhimu sana ambayo kanisa e, tunapaswa kuyazingatia. Alisema maneno saba pale akiwa msalabani, alisema maneno saba. Haya maneno saba ni muhimu sana Abolo kusahau chochote lakini kumbuka yale maneno saba aliyoyasema msalabani. Kwa nini Yesu alisulubiwa? Ni kwa ajili yetu. Kwa nini Yesu alidhalauliwa? Ni kwa ajili yetu. Kwa nini Yesu aliteswa? Ni kwa ajili yetu. Kwa nini Yesu alifanywa chochote alichofanyiwa? Ni kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Sasa akiwa msalabani, alisema maneno haya. Neno la kwanza alisema Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Ni neno muhimu sana ambalo, uh, alilisema hapa. Neno hili ni tangazo kwa ulimwengu, e, kutangaziwa kusamehewa. Lakini msamaha huu waliotangaza pale, e, ulikuwa unawahusu watu wote. Tang, tangazo hili la kusamehewa kwa wanadamu, sio wale tu waliokuwa wakijipiga pale, lakini unahusu sisi sote, maana sisi sote tumefanya dhambi, kupitia mtu mmoja Adamu wote dhambi kuliambukizwa. Kwa hiyo tangazo hili linamhusu kila mtu, kwamba Baba awasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Kwa hiyo kila mtu anayemwamini Yesu Kristo aliyesema neno hili pale msalabani, basi huyo mtu atasamehewa dhambi zake. Kila mtu anayemwamini Yesu Kristo na kubatizwa na, na kufanywa kuwa Mkristo, huyo tangazo hili na msamaha huu unamhusu. Neno la pili alilolisema ni amin amin, na nakuwambia hivi leo, hivi utakuwa pamoja nami peponi leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Hili neno aliambiwa yule mhalifu aliyesulubiwa pamoja na Yesu. Huyu alikuwa upande wa kulia, yule wa kushoto alimtukana, lakini wa upande wa kulia alitangaziwa msamaha na yeye ka basi, akaambiwa tangu leo utakuwa pamoja nami peponi. Maana yake huyu alitubu dhambi zake, alipomwambia unikumbuke, basi Yesu akamwambia wewe umesamehewa, na tangu leo utakuwa pamoja nami peponi. Hii ni muhimu sana, kwamba kifanya kosa tubu, na baba yetu wa mbinguni anasamea. Neno la pili aliyolisema alisema, mama, tazama mwanao. Mama, tazama mwanao. Maana yake mama yake Yesu alikuwa akimtegemea sana Yesu katika mambo mengi. Sasa kulikuwa na mwanafunzi anaitwa Yohana. Huyu inasadikika walikuwa na mahusiano kwenye undugu wao. Sasa wakati Yesu anakufa eh, alimwambia mama, mama, tazama huyu ndio atakaye kutunza, kuachia huyu ndiye atakaye kutunza. Imetupasa kuwatunza ndugu zetu sasa wanapofiwa kama vile wajane yatima iwapo kuna baadhi yetu huwasumbua na kuwatesa wajane na kuwanyang'anya mali zao, ama na watoto, lakini imetupasa kuwatendea mema. Uh, jambo la tatu, alilolisema, la nne alisema: Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha. Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Neno la nne hili, maana yake akiwa ya pale msalabani, akiwa amebeba dhambi zangu na zako. Aa, ilikuwa hali sio ya kawaida, ilikuwa hali ngumu mno kwake, alipita katika kipindi kigumu sana. Kwa hivyo ilibidi atangaze, amuombe Baba, sio atangaze, amuombe Baba kwa asimwache na baba yake. Alikuwa amemwacha pale, kwa sababu alikuwa amebeba dhambi, na Mungu dhambi na yeye ni mbali mbali. Kwa sababu alishabeba dhambi zangu na zako, dhambi zina harufu mbaya, kwa hiyo ilibidi baba ageuke mbali, amwache. Lakini sasa akamwomba Baba, usiniache, tafadhali usiniache. Unapokuwa na dhambi, baba huwa anageuka. Kwa hiyo dhambi sio jambo zuri. Ukitenda dhambi Mungu anageuka na kuacha, lakini ukitubia dhambi zako Mungu anakugeukia na kukukumbatia. Ah, neno la tano, Yesu alisema naona kiu, naona kiu, alisema naona kiu. Ha, hapa alimaanisha kwamba ana hamu na shauku sasa ya kumaliza kazi yake iliyomleta duniani. Hii ilikuwa sio kiu ya kutaka maji lakini ilikuwa ni shauku yake kukamilisha. Kumbuka kule neno lililotangulia anasema Baba, Baba, mbona unaniacha? Kwa hiyo maana yake shauku yake, Baba asimwache akamilishe kazi ile mapema. Na ilikuwa ni shauku yake ndio maana anasema naona kiu, maana yake alikuwa na shauku ya kumaliza ile kazi na shauku ya kwenda kukaa na baba yake tena mbinguni. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa kiu yake au shauku yake. Kwa namna hiyo, neno la sita alilolisema pale, uh, imekwisha. Imekwisha, katika neno hili imekwisha, hapa alimaanisha kwamba Baba, kazi ulionituma nimemaliza. Kazi ulionituma nimemaliza na kuja kwako nimemaliza kazi ulionituma Imekupasa kumaliza kazi unayopewa. Kazi unayopewa ifanye kwa moyo na uimalize kwa wakati wako. Watu na wanapewa kazi, naweza kuwa wakandarasi, ama nyumbani, ama kwenye kampuni, ama popote pale. Unapewa kazi halafu uifanye kwa moyo na ukamilishi kwa muda, hiyo sio sawa. Imetupasa kukamilisha kazi zetu. Yesu hapa anajivunia kwa sababu alikuja akafanya kazi yake aliyotumwa kwa moyo na akamaliza. Sasa anasema imekwisha Baba, kazi ulionituma. Uh, jambo la mwisho au neno la mwisho alilolisema hapa Yesu ni, ni hili e Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. E Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu, roho yangu. Uh, maana yake neno hili ni kwamba anamwambia baba yake, Baba, baada ya kazi kuisha sasa, ah, najileta kwako sasa najikabizi kwako sasa, chukua roho yangu, nije nirudi nyumbani, chukua roho yangu nirudi nyumbani. e, wewe ukimaliza kazi mwambie yule. Kwa hiyo Yesu hapa anamwambia baba, sasa nahitaji pumziko, nahitaji pumziko, na baba yake kweli akaja akampokea akampa mziko Mungu wa mbinguni akubariki, mtu wa Mungu, siku hii ni siku muhimu sana. Haya, mambo au maneno haya aliyosema Yesu kwa ajili yetu, sio kwa ajili yake, ilikuwa ni kwa ajili yetu. Kwa hiyo mimi na wewe tumepata ukombozi huu sio kwa rahisi, lakini ilikuwa ni kwa taabu kubwa na kwa maumivu makali. Basi, kama umepata neema hii ya kuwa Mkristo, kama umepata neema hii ya kumwamini Yesu Kristo na kufanywa kuwa wake Hebu dumu katika neema hii, endelea kuishi katika neema hii, endelea, usirudi nyuma wala usikubali kurudi nyuma, maana taji yako imewekwa tayari siku ile, na utapumzika milele. Nikutakia Ijumaa Kuu njema na maandalizi ya Pasaka njema, kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe sana na uwe na wakati mwema. Amen.